Hivi unajua uchakifanya pale sebuleni. Si sasa hivi. Kuenda kuingilia ugomvi ambao nimegombana mimi na mke mwenzangu. Sijapenda hivi. Hivi kwa nini umefanya hivi? Tena umefikia hatua mpaka ume, umetoa matusi mbele ya shemeji yako. Hivi shemeji yako akuelewe vipi? Si utaonekana mtovu wa nidhamu wewe. Hivi dada, Ndugu pembeni kubali kumwona ndugu yake anapigwa ya macho yake na bila kusahau etoka kuniambia kwa ataka kuwekea sumu, lazima nio makini na wewe sawa? Mdogo wangu, unanipenda na nalijua hiyo lakini, mambo ya watu wazima upasi kuingilia, sawa? Najua inakuuma, lakini umia ndani kwa ndani, basi inakuwa sio vizuri. Mume wangu atanihisi kwamba mimi sijakufundisha wewe nidhamu.